Sasa ni kukaribisha tusikize masomo ya Dominika ya pili ya Majilio mwaka A wa Kanisa, masomo haya ambayo anatuelekeza katika toba. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi aya ya kumi. Nao wimbo katikati unatoka katika Zaburi ya sabini na mbili aya ya kwanza hadi aya ya pili, aya ya saba hadi aya ya nane, aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na saba. Kiitikio kinasema siku zake mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Nalo somo la pili linatoka katika kitabu cha Warumi sura kumi na tano aya nne hadi aya tisa. Nalo somo la Injili linatoka katika kitabu cha mwinjili Matayo sura ya tatu aya ya kwanza hadi aya kumi na mbili. Sasa nikukaribishe kwa makini, ili upate kuunganika nami kusudi tusikize masomo ya siku hii ya leo. Karibu, somo la kwanza. Somo kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura 11 aya ya kwanza hadi aya ya kumi. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata yaonayo kwa macho yake wala hataonya kwa kuyafuata asikiyayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi na ndama na mwana simba na kinono atakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu atalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajaa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Na itakuwa katika siku hiyo, shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta, na mahali pake pa kupumzika patakuwa na utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo kutoka kitabu cha Warumi sura ya 15 aya 4 hadi aya 9. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Na na na tumaini Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi, kwa mfano wa Kristo Yesu, ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi, kama naye Kristo alivyotukaribisha ili Mungu atukuzwe. Kwa maana nasema kwamba Kristo amefanyika muhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu kusudi azithibitisha ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa mtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa: kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami na nitaliimbia jina lako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili. Somo kutoka kitabu cha mwinjili Matayo sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya kumi na mbili. Siku zile aliondokea Yohani Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenena na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohani mwenyewe alikuwa na mwenye vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo alipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa mafarisayo na masadukayo akiujia ubatizo wake, aliwaambia enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia asire itakaokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye shina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kwa kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye aje nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Naye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mikononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, karibu kwa tafakari, Kristo karibu. Sasa tusikize tafakari ya masomo ya leo ya Dominika Apili ya ya pili majilio. Unaposikiliza tafakari hii, nawe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliyekuongoza kusikiliza masomo yote ya siku hii ya leo, basi akuongoze pia nao upate kutushirikisha tafakari yako katika upande wa maoni. Nami tafakari yangu hii inaenda kwa kichwa, mtayarisheni Bwana njia kwa maisha ya toba. Wapendwa katika Kristo, kipindi cha majilio ni wakati wa kungojea, ni wakati ambao unafanana na hali wanaokuwa nao no familia fulani au jamii fulani wanapomngojea mgeni ambaye amewaahidi kuwajia. Mazingira yatawekwa safi, maandalizi ya chakula na vinywaji yatafanyika bila kusahau maandalizi binafsi ya kimwili na kiroho kwa ajili ya huo ujio. Sasa sisi waamini tumetaarifiwa juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama Mzaburi anavyotuambia kwamba, enyi watu wa Sayuni, tazameni Bwana atakuja ana atakua kuwaokoa watu wa mataifa, naye Bwana atawasikilizisha sauti yake ya utukufu katika furaha ya mioyo yenu. Nabii Isaya anamtaja yeye ambaye atatoka katika shina la Yese. Ndiye huyu anayekuja, ndiye huyu tunayemngojea upya wa maisha kwa njia mapaji ya Roho Mtakatifu. Mzaburi amtaja Roho Mtakatifu kama mpyaishaji wa uso wa dunia. wa, wa uso wa Waipeleka roho wako, e Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi, rejea Zaburi mia moja na nne aya 30. Yeye anayejazwa na Roho Mtakatifu utenda matendo makuu ya Mungu, rejea Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kumi na moja. Ujio huu wa masia kwa hakika unatuletea wokovu. Tunaweza tukajiuliza Je, ni wokovu wa namna gani? Kile kinachookolewa huwa kinatolewa au uepushwa na hali mbaya na kuingizwa katika hali njema. Sasa anaonyesha jinsi amani na uelewano ndivyo vinavyotawala katika viumbe vyote, hukumu za haki na maonyo katika unyenyekevu ndivyo vitakavyoshuhudiwa na yule mwovu atadondoshwa katika jamii yetu. Masiha anakuja kutuletea hali njema, anakuja kutuondoa katika uhasama, chuki, wadui na mafarakano Hivyo ujumbe unaokuja nao Masihi si mwingine bali ni kustawisha utawala wa Mungu kwetu. Hivyo basi hamu yetu na matayarisho yetu yanapaswa kulenga katika hilo. Majira haya mongojeo, ya mongojeo si ya kujitayarisha kwa kumshangaa ama kumstajabia huyo anayekuja, bali ni matayarisho ya ndani ya mioyo yetu ambayo yatamwandalia njia huyo anayekuja ili kuyapiaisha maisha yetu na kujaza huyo roho wake kusudi nasi tuweze kusema matendo makuu ya Mungu. Njia hiyo ya Masia ni minendo yangu mimi na wewe katika maisha. Masadukana na Mafarisayo wanaweza kuonekana ndani ya nafsi yangu mimi na wewe pale tunapojiona kwamba tupo wajuzi zaidi na kujivika utawala wa kweli wote na au pale tunapojiona kuwa tu watu wema sana na tulioshika dini na taratibu za kijamii zaidi ya wengine. Na matokeo yake, badala ya kujiandaa vema, tunajikuta tunakabiliwa na adhabu ya Mungu, kwani pepeto lake li mkononi mwake. Hivyo ndiyo maana Yohane Mbatizaji anatuonya juu ya matayarisho yenye toba, matayarisho yenye kuwa na nia ya kubadili mienendo yetu. Mabadiliko hayo ya ndani yaletwayo na toba ndio kati ya yonatoba, ndiyo mwariko wa kushiriki furaha itakaoletwa na Masiha. Pale tunapokataa kushiriki katika matayarisho hayo kwa toba, basi tunaikosa furaha hiyo. Matayarisho yetu pia yanatahadharishwa na uwepo wa mazoea fulani fulani ya kiulimwengu. Ipo hatari ya kufikiri katika mlengo wa kidunia na kujiandaa kama wafanyavyo walimwengu Ulimwengu umetusonga kiasi cha kujikuta mara nyingi tunajisahau kufanya yale yaliyo matayarisho ya ndani na kujikita zaidi katika matayarisho ya nje nje tu. Tunadhani kwamba kuwa wakristo tu kwa ubatizo inatosha, hatujishughulishi na, hatu na kuufanya huo ukristo ukuwe na kukomaa, na matokeo yake hata yale yanayopaswa kuchagizwa na ukristo huo yanakurupushwa. Hivyo basi, wapendwa katika Kristo, tumwombe Mungu atujalie neema hii ya kujiandaa vizuri kiroho zaidi ya mili yetu. Na huo ndio mwisho tafakari hii ya masomo ya Dominika ya pili ya Majilio. Basi baada ya kutafakari tafakari hii basi tumombe Mwenyezi Mungu atujalie na kutuongoza kwa nguvu ya wa Roho wake Mtakatifu, ili katika ujio wake, tunapokuwa tukisubiri ujio wake katika mwaka huu 2025 apate kweli kuingia katika maisha yetu. Christmas ya mwaka huu ipate kuwa ni tofauti kabisa maishani mwetu, kwani tutakielekea kiti cha kitubio. Basi tuombe ili nguvu yake ipate kuwa nasi katika mwezi huu wote wa majilio. E Mungu uliye mwema na mtakatifu tunakushukuru kwa ajili ya kutupenda hivi mpaka sasa. Umetulinda na kututunza umetujalia neema nyingi maishani mwetu, lakini sisi mara nyingi tumejisahau katika mali mwengu na kusahau kuelekea sakramenti ya kitubio Tunakuomba katika pendo lako takatifu utujalie tupate kuwa na maandalizi ya ndani kabisa mioyo yetu kwa kukielekea kiti cha kitubio. Nasi tunakuahidi katika pendo lako takatifu tutaacha kutenda dhambi zile zote za makusudi, na hata tukianguka katika dhambi, tutakielekea kiti cha kitubio mara moja. Utuongoze kwa neema zako, ili tuwe wajasiri katika kupambana na malimwengu haya. Tunaomba hayo na mengine mengi kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Katika tafakari hii ulikuwa pamoja nami mtumishi wenu mdogo, ni siyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.